Watazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu eh, Nyanza, siasa za Nyanza baada ya Raila Odinga. Wacha tuelekee Kisumu tuzungumze na eh, Wakili Salim. Wakili Salim, ni swala ambalo nimelirusha hapa mezani, nataka nawe uchangie. Pengine kuna wale wanahisi kwamba eh, chama cha ODM ni sharti kiwe na mgombea wa urais. Hiyo inaleta maana kwamba watakuwa na ushawishi mkubwa wanapokuja eh, kugawanya nyadhifa eh, kama alivyosema profesa hapa ni kwamba hakuna uwezekano wa chama kimoja au hata muungano wa vyama viwili vitatu ambao unaweza kukaibua rais wa moja kwa moja, eh, katika uchaguzi wa taifa hili. Kwa hivyo ina maana kwamba aidha kutakuwa na muungano wa vyama vya kisiasa ambao utabuni serikali. Sasa ikiwa eh, ODM imekubali moja kwa moja kwamba, eh, pengine itakuwa ndani ya serikali, inamaanisha nini? Watakuwa na mgombea wa urais? Na ikiwa hawatakuwa hawa nao, je, ODM itakuwa na ushawishi kwa niaba wakaazi jamii ya Nyanza ama namna gani? Jambo la kwanza, ili chama cha ODM ki, kiwe na ushawishi ya kutosha na e, itaanzia tarehe 27 mwezi huu katika hizi chaguzi ndogo ambazo zinakuja, heri uh, ODM ipoteze kiti cha Malava ama Magarini, lakini lazima ijitahidi kabisa, ili ishinde uchaguzi wa Kasipul na uchaguzi wa Ugunja, ili ibakie kuwa chama cha ushawishi katika eneo hili la Luo Nyanza. Jambo la pili tukielekea uchaguzi wa mwaka 2027, ni ya kwamba ODM haiwezi ikangoja kuingia katika serikali baada ya uchaguzi. Ni sharti ODM ijipambanue na kujiweka wazi awali, jambo la kwanza waweze kutangaza mgombea wa urais, aidha huo mgombea awe katika chama cha ODM ama ODM kijiunge na uh, chama kingine ambacho kitatoa rais. Ni hakika ya kwamba ODM itamuunga mheshimiwa uh, William Ruto katika uchaguzi wa urais na wakifanya hivyo mapema, ili jamii wajaluo wajue kwamba mwelekeo tunaochukua ni ya kwamba tunajiunga na mheshimiwa William Ruto awe mgombea rais. Hakuna kitu kinachomkataza mheshimiwa William Ruto kugombea ndani ya ODM kama mwanachama wa ODM, na vile vile hakuna kitu kinachomzuia kugombea ndani ya UDA, wakati UDA inaweka mkataba na chama cha ODM so that ODM iwe na wagombea wake katika viti hivi vingine, lakini kwa kiti cha urais wawe ya kwamba wako na mkataba ya kumuunga mkono mheshimiwa rais, kama muungano, kama coalition. Kwa hivyo, kwa hivyo mapema, bila kungojea kwamba waende kwa uchaguzi ndio wajiunge na rais baada ya uchaguzi, then ODM itabaki kuwa imara. Jambo la tatu ni ya kwamba katika uchaguzi, ODM lazima ijitahidi iwe na wabunge wasiopungua sabini katika huo ucha, uchaguzi unaokuja ili wabakie kuwa serious, sababu wakipata wabunge ambao ni wachache sana, then hawatakuwa na dhamana kubwa sana katika serikali ya William Ruto. Kwa hivyo kama chama, lazima wajitahidi wawe na wabunge wa kutosha. Vilevile lazima wafanye maamuzi mapema, ili watoe mwelekeo kwa watu wao, na ninajua mheshimiwa Oburu Oginga ataweza kutoa huo mwelekeo yeah, ili wananchi wajue ya kwamba mwelekeo wetu katika uchaguzi wa mwaka 2027 yeah, ni ya kwamba tunamuunga mheshimiwa William Ruto aidha kama mgombea ndani ya ODM, ama kama mgombea katika coalition ambayo ODM ni member wa hiyo coalition ameweka mkataba pamoja. Asante sana. Tabaki imara kama itafuatilia mambo kama hayo. Asante sana wakili, tunashukuru. Hebu sasa tusikie Kauli kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa na vilevile vile Kwale. Tusikize tu kuhusiana na mjadala wetu kwa kifupi, halafu nipate kauli za mwisho kutoka kwa wageni wetu hapa studioni. Na asante sana, kutoka kaunti ya Mombasa, hapa nipo na baadhi ya vijana ambao ndio uongozi wa kesho, uongozi ambao utakuwa unastahimili meli hii ya masuala ya siasa na kuondoka kwa uh, Raila Odinga ambaye alikuwa kinara wa chama cha ODM na siasa za taifa, bila shaka zina mchango mkubwa, hasa katika maisha ya baadaye. Tuweze kuangalia ni kipi labda mchango wake pamoja na endapo kutaweza kuwa na kiongozi yote ambaye atakwenda kuvaa kiatu uh, katika maswala like ya kisiasa aliyovaa Raila Odinga. Kwa majina, mimi naitwa Alikubo. Raila mola Odinga alikuwa ni mtu ambaye ana sauti kubwa kabisa <clears throat> si peke yake Nyanza, si Nairobi, si Mombasa, ni nchi nzima. Watu wamekuwa na hamu ya mageuzi, hamu ya kupush vitu ambavyo vijana watatekova. So ikiwa watu hawatokuwa makini, huenda ikawa ni u, u, nchi ikashuhudia vitu vingine ambavyo vijana ndio waka take over, wakasema hapana, kwelikuwa kuna wazee wakisukuma haya magurudumu, lakini hawajatufikisha pale tunataka. So sisi kama vijana tunaona tu afadhali to take over ili tufike, kwa sababu Raila Amolo Odinga ameenda. Tukiangalia juzi, rais alisema kwamba oh, mimi nilikuwa kwa yule mtu angenisumbua katika debe ni Raila Amolo Odinga. Tukiangalia kwa upande mwingine, ni kitu ambacho anasema ni ukweli na kina make sense, lakini akisema hivile, yuamanisha nini? Yuamaanisha kwamba Raila Amolo Odinga ndio mtu ambaye alikuwa kuiweza kuigeuza hii siasa na akairudisha. Ameenda zake, kwa sasa hivi watu wanataka mtu ambaye ni open minded mtu ambaye atakayeleta mageuzi, mtu atakaye kuwa na sauti ya vijana, mtu atakaye kuleta yale mageuzi ya haraka. It's a new wave right now as you are speaking. So mimi kwa mtazamo wangu naona kuna baadhi ya watu walikuwa tayari wameshaika ile structure kabla ya, ya Raila Amolo Odinga kuondoka. Mimi nina imani wakipata ile backup na watulie na wajue kwamba wanahakika kuleta mageuzi, huenda ikawa wakajaribu kuvaa vile viatu, ingawaje si rahisi, lakini wakajaribu ambao hawa ni watu wawili wakatoka urengo wa ODM ambaye ni Babu Owino na Sifuna, kwa sababu hawa ni watu wameonyesha kwamba wao hawapelekwi hawaendi na mkumbo. Watu sasa hivi hawataki kujua wewe umetoka wapi, hawataki kujua wewe chama chako ni gani, hawataki kujua wewe ni nani amekushika mkono. Watu wanataka kujua wewe kama mtu una mchango gani wa kubadilisha kilio chetu? Kama wananchi utakipeleka vipi? Na matakwa yetu utawakilisha vipi? na mageuzi na mtu ambaye atakuwa ni sauti ya wananchi kwa jumla. Mimi naitwa Shemaya Kongani, nataka kuunga mwenzangu alivyosema kwamba tupatie nafasi pia vijana tuone watafanya vipi, lakini pia kwa kuongezea tu ni kwamba mwenda zake hayati a, Raila Amolo Odinga alikuwa na uzito fulani katika nchi yote. Uh, ukiangalia katika Kenya nzima kule Mombasa, Western, uh, Nairobi Nakuru kote kote Raila alikuwa na jina, alikuwa na uzito fulani. Ni kwa sababu ya ile process alikuwa nayo katika harakati zake za mapinduzi. Kwa hivyo mimi naomba wale uh, walioko wa ndani ya ODM, waangalie ni yupi aliyesimama pamoja na sana na Raila, yule ambaye amebeba values za Raila, yule ambaye ako na msimamo kama Raila. Ah, uh, nashukuru kwa majina naitwa Shaban Charo. Kitu cha kwanza ningependa kumwita Raila Amolo Odinga kama baba. Mtu kuitwa baba hata ndani ya nyumba sio mchezo. Na mtu kama yuko ama hayuko kulingana na, na strateji ya Raila Amolo Odinga, lazima wale walioko katika chama cha ODM sahihi wawe na hiyo tabia, wajue kitu cha kwanza, kuna kutuliza watu, kuna kuwa sawa kiakili. Hakuna siasa ya je, nitawafanyia nini. Ah, wananchi wajulikane matakwa yao yafanyike. ODM watu wana uwezo, lakini kando na uwezo, wataweza kuiga tabia alizokuwa nazo baba. Hiyo ndo muhimu. Watu wako, babu yuko sawa, sifuna yuko ni, watu wako na uwezo mkubwa sana kando na uwezo wao wa kisiasa, si watoto kwa siasa, ni wakongo wanakuwa kisiasa, lakini tabia ya hayati wanaweza kuikabili, kuvaa viatu vya baba ni sawa. Mtu anaweza kuvaa ile nafasi mpaka kitoshee kile kiatu, nani ataweza kutoshea? Jina naitwa Ibrahim Dangote. Kwa sasa chama cha ODM, kusema ukweli, kila mtu yani ataka ile nafasi, kila mtu, lakini hapo alikofikia sasa ni kuwa vile Raila kwa kifanya, baba Raila aliyetuacha, ni kuwa kila mtu akae chini, ache wananchi wachague nani anaweza kuongoza hii ili gurudumu la ODM Asante sana. Ni baadhi tu ya semi za vijana kutoka jimbo hili la Mombasa wakizungumza nasi na kutoa kauli zao kutoka kaunti ya Mombasa. Mimi ni Francis Mtalaki, tunaendelea na mazungumzo yetu hapa studio. Nafikiri mmesikiza kauli kwa, ki, kwa kifupi tu, wengi wakizungumzia ODM lakini pia wameleta dhana ya kwamba vijana pia wana nafasi zao. Nataka tuzungumze hapa um, ikiwa Raila Odinga alianza safari yake ya siasa akiwa mchanga um, kuna uwezekano kwamba sasa hivi tutapata vijana ambao ni wachanga wakawa na msukumo kama huo, ama itachukua muda mrefu, au hakuna tena dhana kama hiyo katika demokrasia ya taifa hili? Nianze naweka sisi uh, kwa kweli tumeona uh, Raila kama kiongozi ameinfluence vijana wengi kwa siasa, na pia alikuwa anaheshimu sana vijana, tunaona ametembea na vijana wengi juzi, katika uh, protest ya Gen Z tulimwona kijana makoure kamleta karibu. Alikuwa mentor ya vijana na alitambua vijana, alitambua vijana na aliwashauri pia vijana, alikuwa mshauri wa vijana. Isipo, ijapokuwa kuna wale ambao hawakumsikiza wala ambapo hawaku mm -hmm. Uh, kwa kweli hata hawakukubaliana na maamuzi zile alikuwa nazo na, lakini aliwatambua vijana na alikuwa tayari kuuzisha vijana katika siasa za Kenya katika njia ambayo inaweza jenga nchi yetu. So uh, hata baada ya ye kutoka ODM ni bado chama ambayo inakubali na inapokea vijana mm -hmm na tawasikiza. Mimi kile ambacho nataka kusema kwamba Raila alisimamia demokrasia na naamini kwamba wale ambao wamebaki na chama kitaendelea kusimamia demokrasia, na demokrasia ni kuwaelewa wananchi, kuwasikiza, kujua ni nini wanataka, na chama hicho iweze kutumikia hawa wananchi. Ya mwisho labda nikisema, uh, bwana Nimrod, ni kwamba katika Biblia a uh, neno la Mungu tunajua kwamba uongozi mzuri ni ile tunasema servant leadership. Naam. Ah yeah. Uh, servant leadership ukitazama viongozi wengi ambao wako hawana hiyo servant leadership. <laughs> Lakini tukimtazama mzee Raila ungeona kwamba ni mtu alikuwa na hiyo servant leadership. No. Ni mtu mwenye ange sacrifice anything No. Cool, kwa watu. No ili watu waweze kupata na. So, jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba tunapoongea kumhusu, tunapoongea kuhusu uongozi wake, hebu wale viongozi wote ambao wamemsifu ambao wanamtambua wana wawe na tuone hiyo servant leadership kwao na. viongozi na, wengi wanajitakia hao wenyewe kwanza na, lakini Raila ange, ange forfeit, comfort yake, mm-hmm. ili aweke maslahi ya wananchi mbele. Asante sana kasisi. Eh, Professor Ojwang' nije kwako wewe eh, na nakuuliza swali hili nikifahamu fika kwamba wewe si mshauri wa ODM na hutoi uh, kauli yako kupitia uh, kwa niaba ya ODM, lakini swali hili ambalo vijana wengi wameliuliza ni kwamba licha ya Raila Odinga kuwa na anatoa mwelekeo fulani, kumekuwa na baadhi ya wanachama wa, wa wake ambao wameelekea upande tofauti. Tuzungumzie mfano wa Babu Owino, tuzungumzie Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu, lakini baadaye Raila anakuja anawatetea kana kwamba ndio sauti zote ni zangu, japokuwa anatoa sauti hii inatolewa kwengine tofauti. Unahisi kuna hofu yoyote kwa sasa hivi ambapo Raila Odinga hayuko tena, kwamba kuna baadhi ya wana, wana ODM watakandamizwa na wengine na hiyo itakuwa na athari gani haswa katika jamii ya Nyanza ambapo inatarajiwa kama ilivyokuwa hapo awali kwamba wafuasi wengi au wanachama wengi watakaowania viti vingi kupitia ODM watatokea sehemu za Nyanza. Athari ya kuwakandamiza au kuwafinyilia wasiwe na sauti tofauti itakuwa namna gani? na na, asante na asante kwa nafasi hii ya na leo na. Nafikiria kuwa wasema Waswahili, usicheze na shilingi karibu na shimo la choo litakapotumbukia utajuta. <laughs> Utajuta. ODM inafaa kuziba ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ufa kwa eh, jambo la kwanza lizicheze na uhusiano wao na rais, lizikuje likajitanue kifua likawa na kiburi liwawe eh, wa kinegoiate. Kwenye, kwenye meza lakini sio kwa press na sio kwa vitisho. Uf, kwa mfano kusema tutasimama, kusimama, kila mtu ana haki ya kusimama wanaposema kwa Kiingereza all dreams are viable but they are not valid. Kusimama unaweza simama, lakini je, una nafasi ya kushinda? Kwa vile wakikumbuka vizuri, hata kigogo Raila alishindwa na Ruto. Sasa wewe unasema unaweza simama, jamani. Aa, lakini kando ya, na hayo, ODM, na hayo ODM nafikiri Oburu tayari ameanza mchakato wa kuunganisha kila mtu, niliona akitafuta babu akiwa karibu na Sifuna kwa vile hiyo ndio ndio nafasi ya kuwa mzee na kuwa kiongozi. Na Uburu hata kwa dimina yake, unaona kuwa ni mtu mtulivu. Kwa hivyo naona kuwa bado kutakuwa na nafasi ya kuunganisha kila mtu. Hata hivyo, vijana kwa, maj... kwa, kwa, kwa, kwa damu moto lazima waelewe kuwa labda una, una nguvu lakini wazee wana Wana, wana experience mnahitaji hiyo combination uh, Raila alikuwa akisema kila wakati, being young is not the qualification. Ni, ni, jozo, jo, ni maoni, what is the dream? kama ni demokrasia iwe demokrasia. kwa hivyo uh, nina, ninaona kuwa kila chama ina nafasi ya watu uh, young people na ODM in, uh, is doing well because wanahitaji Babu wanahitaji Sifuna na. Lakini pia au vijana wa, waziharibu wazi, uh, mambo makubwa na. Kama mtazamo ya urafiki yao na, na rais kwa vile wanajaribu kupata umaarufu uh, ama kuwa kuwa fans ya muda mrefu mfupi ya mwisho kabisa ni kuwa Uh, kwa, kwa sasa uh, ninaona kuwa taifa limetulia, naona kuwa jambo kubwa ni historia yajirudia. uh, tujui 2027 itakuwaje, lakini uh, kwa ufupi ni kuwa uh, wana ODM wa, wa, uh, wa na haza ili taifa la Wajaluo limechoka li kuwa sauti ya wanyonge mm -hmm. Wacha tuwe kwanza wenye nguvu, ndio tutetee wanyonge, kwa vile kila siku hata Shikuku alisema <laughs> mimi mnaniita ati people watchman, simnipe nyumba basi <laughs> niwaingize ndani. Kwa hivyo atu, tumechoka kuwa sauti ya wanyonge, tunataka tuwe na nguvu ndio <laughs> sasa tusaidie wanyonge, kwa vile tumeonyesha <inaudible> kuwa tuna upendo <inaudible> badala ya kuwa kwenye street <inaudible> ati tunaongea mambo ya Kina wakati. Fred, nije kwako swali la kizushi. Nani sasa hivi kwa hesabu ya mwaka 2027 anamhitaji mwenzake zaidi? Luo Nyanza anamhitaji Rais William Ruto zaidi au Rais William Ruto anahitaji Luo Nyanza zaidi katika hesabu ya mwaka 2027? Wote wanahitajiana, hakuna <coughs> asiyemtaji asiyemhitaji mwingine lakini unaposema kwamba mwingine kumuhitaji mwingine zaidi, nadhani kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto anahitaji Luo Nyanza zaidi ikizingatiwa kwamba ukiangalia kura alizozoa katika uchaguzi uliopita, asilimia kubwa ilitoka katika maeneo mawili, eh, maeneo ya Rift Valley ama Bonde la Ufa ukipenda, na maeneo ya Mlima Kenya na tayari E, Mlima Kenya unavyoona kwamba kidogo imeisha muacha. Yeah. Kwa hivyo lazima angalie kwamba kama imemwacha kwa sababu ya tofauti kati e, tofauti kati yake na aliyekuwa naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sasa hivi lazima aangalie ni eneo lipi ambalo linaweza leta kura kama block kama jamii. Kwa hivyo anapoangalia anaangalia uh, eneo la Nyanza kwa sababu eneo la Nyanza ama jamii ya Waluo tangu taifa la Kenya kupata uhuru wamekuwa katika ile meza ya kuweza kuona namna ambavyo siasa za Kenya zinaendeshwa. Kwa hivyo ana wahitaji unless kama atarudi Mlima Kenya, kama nilivyokuambia kwamba chochote kinawezekana kisiasa, lakini sasa hivi waona kwamba ile ndoa yao, mambo yalitoka ndani, mm, chumbani, you know, wakaja sebuleni, sasa vita vyao vikatoka sebuleni, sasa vikaenda kwenye uwanja. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana jamii ya Mlima Kenya kuweza kumwamini mara mingi walikuwa wanamwelekezea e, e, mwelekezea kidole Mheshimiwa Raila Odinga, na ndio maana nitasema hivi kwamba wapo watu watakao mkosa Raila Odinga, watu wa aina tatu. Kwanza e, Bwana Nimrod, ni wafuasi wake wale wa dhati wale walalahoi wale walikuwa kinayahe katika maeneo ya Kibra, walimpenda tu, si kwa sababu ya kile walichopata kutoka kwake, lakini kwa kumwaminia. Alafu pia wapo wanasiasa ambao sasa hivi wanaomboleza wakitoa machozi, japo si machozi yote yanakuwa ni ya kumwomboleza. Wapo wanaoomboleza tiketi zao, wakisema oh, laiti ungalitupa kabla uende. Wao pia wako na, wanapomiminika kwenda Bondo, si wote ambao wanamiminika kule kwa sababu ya Raila. Hmm wengine wanaenda huku, wangepata fursa tu ya kusema kwa. Na Mama Nimrod wangemuliza tu, Mama Ida, ulisikia aje siku za mwisho? Uh, kuna kitu alisema kunihusu, kuna jina yangu hmm. Mali ya pengine nyingine alinitaja mahali, kwa sababu ni siasa, picha nyingine kwamba nilikuwepo. Kwa hivyo mimi ni wake, sas ulisikia aje? Kwa hivyo wapo wale, kwa sababu ni siasa, na nilianza hapo awali nikikwambia siasa is about interest. Kwanza kuna kitu kama jamii, mimi kama mwanasiasa kwanza naona nimepata nini, alafu kikundi cha tatu ni maadui wake Raila wale waliomtazamia kama maadui, wale waliomtumia kama punching bag, sasa wanamuhitaji, na wao ndio watakaoomboleza sana. Na unaona kwamba wale waliomchukia watazidi kumchukia hadi ndani ya kaburi, watauliza wewe Raila, mbona umekufa? Tulikuwa tunakuhitaji. Kwa hivyo alipojaribu kwenda au e, akasema mbona unaenda pale sasa hivi, iweje sasa Tinga tena, unakufa? Tulidhani wewe utakufa, ndio tuendelee kukugongagonga, wale wafuasi wetu wapate nini? Wapate kutupenda. Ndio maana prof akasema hapa kwamba katika uchaguzi huu unaokuja, na kwa sababu tuatoka katika jamii ya Waluo, tunaelewa mazungumzo na gumzo ndani, eh, namna ambavyo yanaenda. Nimrod, wengi wanasema kwamba tumejua marafiki wetu ni kina nani. Ndio maana walikuwa nangojea ngojeao, tukitoka au tutakutana 2027 na bali na 2027, niseme jambo lingine hapa ambalo Mheshimiwa Rais William Ruto alilifanya la kumpa heshima katika mazishi yake na tahadhima kubwa sana Mheshimiwa wa Raila Odinga. Sisi jamii ya Waluo tunapenda sana maisha, we value life and tunaenjoy hiyo life that is why we give our death befitting send off tunawapenda sana hadi inapofika wakati wa kifo. Kwa hivyo alichofanya Mheshimiwa Rais kumpa heshima eh, katika Mb. mazishi yake Mheshimiwa Raila Odinga haikuwa tu kwa sababu ya Raila Odinga, lakini kwa sababu ya wafuasi wake Mb. kwa sababu ya jamii zake, kwa sababu usione tu Mheshimiwa Raila Odinga, angalia mazishi ya Waluo unaona kuna vile tunaifanya, na sisi hatuzungumzi mabaya kuhusu mwenda zake, hata kama alikuwa mbaya Mb. ha, tunasema kwamba ni mwenda zake ameisha enda na mema na mabaya yake. Kwa hivyo ukiangalia kile ambacho kitafanya waluo wabaki ndani ya serikali hii, kwa sababu hapa tusema wazi wazi, kwanza angalia opposition Jana umeona kwamba walipokutana kuna tetesi, umeona katika vyombo vya habari, katika magazeti. Si maneno yangu hapa, ni mrod kwamba kuna wameanza kugawanya nyadhifa, lakini wanapogawa zile nyadhifa, umeona kwamba Matiang'i ametoka maeneo ya Kisii, Rigiji ametoka pale em, Kalonzo. Kalonzo. Wajaluo wanajiuliza sisi tuko wapi sasa. Watu wanasema bwana, nyinyi mnalala na wao, watu wanagawa taifa nah. And then, E, watu wa Rift Valley wako wapi? Watu, watu kutoka maeneo Cost. ya coast wako wapi? Kwa hivyo tayari wanasema <clears throat> kwamba maji yameanza kufuata mkondo no. Na mkondo huu no. kidogo unatengezwa, ama mtaro huo unatengezwa na opposition no. Wanawasukuma jamii ya Waluo no, waende kuegemea upande wa William Ruto. Kwa hivyo no, tunaposonga tukielekea mwaka wa 2000 na 2027 mambo yatakuwa yanajichukua tu mwenyewe, na usisahau kwamba William Ruto kwa kizungu anasema is deep pocketed. Wanasiasa wote, nimekuambia is all about what do I get from it. Bila shaka hai, wacha nipate kauli ya wakili Salim, wakili, eh, Salim, bila shaka umeweza kusikia hapa studioni tunavyozungumza, eh, lakini kwa mapana na marefu haswa kwa jamii ya Luo ambao kwa muda mrefu wametumia chombo cha kisiasa cha ODM katika kuwania nyadhifa mbalimbali mbali, kwa wale ambao watajipata wako nje iwe ni kupitia chaguzi ndogo hiyo ni kupitia e, uteuzi kabla ya uchaguzi mkuu, unaona kwamba kuna tagaa watashikilia kama kuna vyama vingine ama e, katika jamii e, ya Luo chama ambacho kitasikika tu wakati huo 2027 kitakuwa ni chama hicho hicho. Kwa hivyo hawana budi kusalia ndani ili kuweka umoja e, wa eneo la Luo Nyanza. Nimrod, bila shaka ODM kitasalia kuwa chama cha umahiri na cha kutajika katika eneo la Luo Nyanza, na vile vile tumeona ya kwamba mheshimiwa Uburu Oginga wa amechukua wadhifa huo na kuweza kuziba mianya ambayo ilikuwa inapatikana ndani ya chama. Aa, kabla ya kuongoza kikao chake cha kwanza cha Central Committee, alikuwa na kikao na bwana Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM vile vile tumemsikiza kwenye vyombo vya habari juzi

Vizuri sana, kwa muda huu mfupi tayari wametambua ya kwamba huyu ni party leader na anapigania kurudisha kila mtu ndani ya chama. Ukimsikiliza alivyokuwa anazungumzia mheshimiwa Babu Owino, alikuwa anauliza ya kwamba kumekuwa na tashwishi kwamba Babu Owino akishinda tikiti cha ODM ya kuwa governor wa Nairobi 2027 hatapewa hiyo tikiti. Nani amemwambia hivyo na kwa nini anyimwe tikiti kama ameshinda? Kwa hivyo anataka kuendeleza dhana ya kwamba kuna demokrasia, kuna uwazi, kuna uhuru katika kuwania tikiti cha ODM As katika uchaguzi ambao inakuja wa mwaka 2027. Kwa hivyo ni chama ambacho kitasalia kuwa na nguvu Namu. Na vile nilivyosema hapo awali ni ya kwamba lazima wahakikishe ya kwamba wamepata viti vya kutosha, ndio wao na maana katika muungano huo na Mheshimiwa William Ruto kuendelea mbele. Kwa hivyo ni jambo na muhimu sana cha ODM na na Mheshimiwa Oburu anajaribu kuhakikisha kwamba kutakuwa na uwazi, kutakuwa na uhuru, kutakuwa na haki katika kupigania tikiti ya ODM so that Asante. mwenye ameshinda ndiye anapewa tiki tikiti badala ya kunyang'anya watu tikiti na kuenda left right and center, ukidanganya watu kwa tikiti hiyo, itasaidia ODM kusalia mamlakani Asante, na kuisaidia kuwa maarufu zaidi. Asante sana wakili Salim Odenyo eh, wakili akiwa uh, county studio zetu za Kisumu, tunasema asante sana kwa mchango wako, lakini hapa studio ninajua wanafunzi wanafanya mtihani. Nataka tu majibu ya ndio au la, ndio au la, kwa uhakika. Muna uhakika kwamba eneo la Nyanza litasalia eh, katika serikali Ndiyo, aula. Ndiyo. <laughs> Ay, ndio aula. Ndio kasisi amesema ndio. Ndio ay, mzee wetu amesema ndio. Patapotea ndio, itakuwa kwa kiwa, kwa kwa kiwango kikubwa sana, asante. Prof. Bila shaka ndio. Haya, <laughs> <laughs> asante sana umesikia siasa za Nyanza hizo. Mambo hubadilika eh, lakini wanasema kama alivyosema bwana Fred hapa katika siasa eh, hata siku moja huwa ni siku nyingi sana. Eh, hatuwezi kujua itakuwa namna gani lakini wametupa hakikisho lao, watakuwa ndani ya serikali. Mtazamaji, hivi sasa nakupeleka kwa matangazo ya moja kwa moja katika kaunti ya Machakos kuna shughuli okea okay, mafunzo kupitia serikali ya kaunti ya Machakos inayoongozwa na Bi Wavinya Ndeti. <laughs>